Wa kwenye makalio yale ya nyuma, ndo wanaume wanapenda hivyo, lakini sio kusema ndo wanayapenda yale. mm -mm. Wanapenda wanawake walokuwa hawana baraza. Mwanamke mnene ana joto, nyama, mapaja, yani kila kitu joto joto lipo. Hawa wembamba wana utamu wao pia, ni kama samaki. Samaki ukimuona baharini anaingia huku anatokea huku, ukimla upande mmoja, ukitoa mfupa, ukimla yani unamsikia raha, na ndio mwanamke mwembamba alivo wana utamu wao pia. Ndio pale watu wa zamani wa Pemba waliimba, mume wangu simwambii niache, kila kijiti na utamu wake. Kwa hiyo kila kijiti kina utamu wake, na inategemea kijiti gani cha kibiriti. Mwingine kapata njiti ya kweli kweli. Kwa hiyo inategemea, ngoja nikwambie kitu wasichokijua. Mwanamke asiyokuwa na makalio ni mtamu balaa, eh, kwa sababu anapoingiliana na mume wake, mume anaipata yote Tofauti na mwenye makalio, mpaka aanze kuyashikilia yale. Wale wanapenda yale makalio, wanashika kama ni ukuta, lakini mwanamke ambaye hana ni wanampata vizuri, hasa akikaa kitako, ana balaa hatari. Wanawake wasokuwa na makalio watamsana sana, kwa sababu baraza ya mbele na baraza ya nyuma zikikutana